Mabwana jambo, tunashukuru kwa kuwa tunajua mko wengi kutufata katika hii kipindi ya lesanalis de Simon Kazungu. Mabibi na kazungu, mabwana tunataka leo kuzungumzia mambo ya kufungua aeroport international ya Goma. Tunapenda kwanza kuwashukuru watu wengi ambao wako wanatuandikia kwenye uh, mso, kwenye telefone yetu. Mnajua tuliweza kupana namba yetu na ukiwa unafata analizi unaweza kusoma pale, naandikwa vizuri namba yetu ya simu. Unaweza kutuandikia kuenda kuleta maono yako. Tunashukuru wengi ambao wametuita kutoka nchi mbalimbali, kutoka province mbalimbali Maniema, na wote ambao wametuandikia toka South Africa, Iraq na mahali mbalimbali, tunawashukuru sana. Kenya, Uganda, Tanzania, tunawashukuru sana. Kwa siku ya leo, tunataka kuwazungumzia kwa ajili ya kufungua kwa aeroport ya Goma. Hii maneno imeleta watu kuweza kueleza mingi. Tarehe makumi tatu ama le trente mwezi wa kumi hii mwaka, hapa juzi France, kulikuwa mkutano mkuu sana, na hii mkutano imeitwa na watu wa indio african, ni kusema Faure Gnassingbe Eyadema, ambaye aliweza kuteuliwa kama vile mpatanishi ndani ya konfli ya Congo na President Macron France wameweza kuandaa mkutano ambao wanasema ni mkutano humanitaire ama ya usaidizi ya wale watu ambao wako katika tabu ndani ya eh, watu ambao wako wanateseka ndani ya province ya Nord Kivu ya Sud Kivu na Ituri ndani ya East ya Congo. Isitoshe, hii vita imeleta pia Burundi, Rwanda, Tanzania Uh, na Uganda kuweza kupokea pia wakimbizi wa deplace de guerre ndani ya inji ya Congo, na wakimbizi ama wa refugie ndani ya hizi inji ambao nimezitaja. Alafu hizi inji za Kiafrika na za Ulaya wamesikilizana ya kwamba sherti waweze kuleta msaada kwa nchi yetu ya Republic Democratic du Congo. Inaomba msaada na inji zimekutana na marais mbalimbali waliweza kukutana na kuweza kualikwa. President Tshisekedi aliweza kufika, lakini tunaenda kuona ya kwamba president wa Rwanda hakufika president wa, wa Uganda hakufika hata yule wa Burundi. Wakati tunachambua maneno, tunaenda kutambua ya kwamba Rwanda, Burundi, Uganda wote wanakuwa pembezoni mwa Tanzania. Mambo ambayo yako napitika Tanzania sio mazuri, fujo inakuwa Tanzania. Gen Z wameleta fujo kweli na kuweza kureklame kitu ambacho ni kia lazima kweli. Uchaguzi sio mambo ya mzaa, na tunataka uh, kuonyesha ya kwamba tunasikitika sana kwa mambo yanayopitika Tanzania. Tanzania ambayo ilikuwa mfano mzuri kwa nchi za Kiafrika, hasa kwa East Africa, ambao Mwalimu Nyerere iko kama vile leader leader, leader wa nchi zote za East Africa, kuonesha mfano mzuri lakini leo Tanzania inaonekana iko na shuka kabisa, hata mambo ya uchaguzi kandidati anakuwa kama ni yule mmoja mama uh, sa, uh, Suluhu, alafu inaleta matatizo sana jenzi. Vijana wanashimama na kusema haya mambo haiwezi kuendeka vile, na hii naomba ituonyeshe ya kwamba Uganda kutakuwa uchaguzi sasa hivi, kama mambo haya hawaitazami vizuri, ni movementi zenye zinaanza katika Afrika yote hata Rwanda nimesikia ya kwamba Rwanda nako watu wanaanza kuchate na kusukuma mamesaj kwa wapolitisien. Ni movement zenye zinaanza shape, watu wakuwe makini sana. Ninawaza hii ndio mambo yenye iliacha hawa marahisi hawafike. Isitoshe tunajua ya kwamba rais Kagame, mara iliyopita wakati walikutanana Brussels na rais Tshisekedi aliweza kupata maneno ya kwamba Tshisekedi alimwomba waweze kuzungumuza, waonani, sababu wao ndio shida. Alafu tunawaza na watu wana, wanaendelea kucomment kuwaza ya kwamba President Paul Kagame alijua ya kwamba tena nikienda kule huyu bwana rais Chisekedi anazungumuzaka pasipo yeye ku, ku, kuweza kukuwa na limite yote anariske tena kuniomba kitu na nitakuwa kama vile nakuwa ridicule. Hii pia ni maoni ya wa watu fulani fulani ambao pia wana analize hii maneno huku France, sasa hizi nchi zimekutanana na UN ambao uh, Guterres aliweza kuwa hapa uh, NGOs kubwa kubwa, CICR, HCR, uh, ulimwengu mzima imekutanana Paris, kuweza kuzungumzia hali humanitaire, hali ya msaada katika Kongo inaweza kuenda namna gani. Sharti tungijua ya kwamba hii mkutano wa Paris wakati imeweza kutoka matokeo yake, mareaktio zimekuwa nyingi sana. Reaction ya kwanza ni ya M23 ambayo iliweza kusukuma direct reaction na hata na maereri ya Français ndani ya mashine, inaonekana walikuwa wanatetemeka ilfale kureagiri mbio, mbio naenda kuona ya kwamba makosa iko ndani ya hii communique yao, na wanasema si ya ile mkutano, hatufurahie maneno yake purkua watafungula aeroport ya Goma. Wadeplace walishakaisha wadeplase walisha kaisha. Je, eske wanaisha hamjui ya kwamba wadeplase viko mumafamie pale Goma, bako mumafamie kiwanja Ruchuru, Beni, Uvira, mumafamie dakee na wanakosa msaada yoyote. Je, hamjui ya kwamba Beni kuna watu ambao wamekimbia vita Goma na wanalala juu ya makaburi, wanakosa hata bash ya kuweza kuwasaidia. Juu ya makaburi ndio wanalala. hii situasio yote hawa warebel wa M23 wangijua ya kwamba sio mzaa na ulimwengu wote huko unatazama hali ya kiutu ambayo iko ndani ya nchi yetu ya Kongo, ndani ya east ya Congo, magumu ambayo iko ndani yake. Isitoshe, tunajua ya kwamba kuna pia deplasma ya watu na watu wengi kuweza kuuawa. Wangijua ya kwamba kuko mashifre ama mambo ambayo liweza kusemeka Paris na zile shifre ziko za kuweza kutushtua, imesemeka hapo Paris ya kwamba kuna sita milioni de refugie, ni kusema sita milioni de refugie wanya wako Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania wanakuwa sasa sita milioni juu ya hii fujo. Kuna ishirini na nane milioni ya watu ambao wanateseka na njaa. Njaa imekuwa sasa sababu watu hawawezi tena kulima tongo kwenye tulikuwa natosha maharagi tunatosha mihindi, watu hawalime tena vizuri, sababu wana masakre watu kule mahali mbalimbali mbali, watu hawezi kulima tena, njaa inamaliza watu. Million 2 million de deplace watu wamejideplace se 2 milion de deplace. 20 milion de personnes. 20 milion ya watu iko na besoin ya aide humanitaire. Hii ndio mashifre zenye ziko Alafu wakati hao wa rebel wako wanasema tu hapana hapana, kwa maneno ya watu wengine, kwa waferiste wanatafuta bisnes yao, sababu wanakulia kwa migongo ya wadeplace. Tunataka kuwambia hao watu wa Mvt ya kwamba kama nyinyi mko mnaishi sababu mlichukua or fazi fulani, mlipie magari za watu, mnauzisha mamoto za watu, maduka za watu, mko mnaenda aenda muna nakaa manyumba za watu pasipokulipa mjue ya kwamba kuna watu wengine wanapashwa kulipa loyer, watu wengine wanapashwa kulima mashamba, watu watu wanateseka na ulimwengu wote. Najua isiwe nyinyi muko katika kadunia kenu kengine na watu wengine wako wanateseka, mjue ya kwamba hii mambo yote iko wazi na imeandikwa iko dokumente. Alafu President Macron aliweza kusema na masemi yake, ndio tulipenda tuweze kuichukua na kuweza kuonesha kwa population nini iliweza kupitika hapa, sababu wakati watu wako wanazungumza, wanazungumzia tu aeroport ya Goma, na kila mtu anakomante, kila mtu anasema kufatana na interest yenye iko nayo. Leo watu tumejua kwa mba, watu ya kwamba watu wako na commenter kama yana kulaka mwa ile rebellion, ana commenter kusema siye tuko bien kama shaiba kagari yake kabatu land cruiser na ujisha na kula anasikia iko bien, alishaikala munyumba ya Honorable Kazungu, anaikala munyumba ya mtu fulani politisie, anajikuta hana kulipa, anawaza maisha inaishia pale. Hapana, sherti mujue ya kwamba ulimwengu kunafatilia na hii mkutano iliweza kufanyiwa ili ulimwengu uweze kuona katastrofe zenye ziko shifre zinaongezeka. President Macron anasema kila dakika ine kuna mwanamke mwenye iko na kuwa viole wamama wako nakuwa viole wadada wako nakuwa viole hata na watoto video. Ziko zinazunguruka na nyinyi mnaziona peut-être zenye na mimi nilishakaona enye unaona wako na viole, mwanamke wanakamata chupa wako naingiza ndani ya kiungo chake kia, kia, kia siri. Hii ni mambo yenye tuko tunaona na iko napitika ndani ya inji ya kwetu. Sasa nyinyi kusema ya kwamba hakuna probleme tena, watu walishakuwa vizuri, ni kusema nyie mko na vivre mudunia yenu nyingine na dunia ya population iko ingine enye iko ndani eh, souffrance na watu hawana chakula, hawana maisha, na watu hawana fazi ya kuikalia. President Macron anasema kila 30 minutes, kuna eh, m, kuna watoto wanyewe kuna kuwa viole. Hii ni mastatistike, alafu ameenda kuonesha ya kwamba but enye iko poursuivi wamefanya hii mkutano juu ya nini? Kitu ya kwanza ni kwa kuweza sauti ya watu wenyewe iko wiko sur terrain iweze kusikilika, watu waweze kusikilizwa, watu waweze kujua ya kwamba kuna watu wenyewe wiko nateseka ulimwenguni. Wakati unaenda hata ndani ya nji ya kigeni ukisema nji ya situasio ya, situasi ya nji ya Kongo, watu wengine hawajui, watu wanawazaka tu muko naelezaeleza, lakini sharti tujue ya kwamba katika ulimwengu watu wasikilizwe, watu wa ma ONG wale wanganga wanye wanaswanye watu wanyewashapata masasi, wanye wanaswanye watu wanye wanalumizwa, sherti waweze kusemu. Wale ambao wako nakulisha watu ambao wanateseka, sherti kitu ya kwanza waweze kusikilizwa, tusikilize wako nasema nini, na pale ndiko tutakuwa na marevelasio za mingi sana. Deuxieme chose, kitu kia pili inabidi mobilisation financiere, sherti pesa ziweze kuonekana kuweza kusaidia hawa watu ambao wako wanateseka ndani ya Congo, est ya Congo, na inalota matokeo eh, mahali mbalimbali mbali. Unajua ya kwamba wandugu ambao wako Kinshasa, wako Ulaya kule ambako hawako ndani ya hii zone zenye ziko okupe, wamekuwa na kazi ile kazi ni kupata tu apel wengine mmoja alikuwa ananiambia anasema, mimi sikamataka tena apel mbio mbio sababu ukipata tu apele ya kutoka Goma kutoka Bukavu na kwaga nitumia hata 2 dollar juu, kama uitume tutakufa tu ya kule nitumia hata, sherti financement iweze kuonekana, waende kuita ma, i, mataifa mbalimbali kuweza kusaidia na finance na pesa zimeanza kuonekana, mamonta ziko zinataiwa, ijapokuwa hatuwezi kusema mpaka leo zimefika ngapi na monta liweza kutawiwa iko na evolue sababu hata asubuhi ya leo nimesoma hata Ubeljiji inaendelea kuongeza pesa ambayo zitakuwa. Troisieme chose, c'est la garantie concrete sur l'acces humanitaire. Kitu ya tatu ndani ya hii mkutano ni kuweza kupata garantie ya kweli juu ya aid humanitaire, watu msaada, watu wakuwe na garantie ya kweli ya kwamba msaada itawafikia watu. Hapa njo kwenye magumu ilianza na mwenye alianza hii magumu ni Olivier Ndugireyo, ministre des affaires etrangere wa Rwanda. Mnajua ninataka kuambia mwai bitu bya Congo na Rwanda iko kopenye Congo iko senye ko naenda likilimba na batu tatu. Kongo iko moya, lakini ina watu watatu wenye wiko mulikilimba, sababu ukienda huku, unakuta huyu anasema unaenda huku unakuta huyu anasema, unaenda huku unakuta huyu anasema, ile likilima ni nani? Kongo iko ndani. Sasa wanaenda kukuta, kama mnaenda doa M23 inazungumza, M23 ikizungumza, itasema mambo ile ile yenye Rwanda iko nazungumza, donc unafika etazini, unaenda kukuta inasema ile ile maneno yenye M23 iko nasema, doa ayo inaisema etazini wengine wanyewe wamejiingiza mwaile kope, mwaile likilimba ni hawa wanywe wiko najita aseme souvent le Congo, la republique democratique du Congo, hawa watu grupe ya kabila. Ukiona vizuri kabila naye kwenye alikuwaka kule mbele, ijapokuwa watu wake hawapendi, tuseme vile iko naye mwai kope, sababu aliweza kusema M23 malalamiko yake iko legitimu na wako naendelea, walijirassemble na Nairobi. Ninakumbuka politisia mmoja mwenye aliuliza eske najua ta inje njina tu agresia se, sijui inaumbuka, watu wamepoteza hakili sababu kichwa yao inataka kuonesha ya kwamba tuko na lute fulani, na inaomba tuifikie ministre Ndurugire akareklame kusema apana, muna decide na muna gani juu aeroport ya Goma sababu resultat ilikuwa kusema sherti aeroport ya Goma ifunguliwe kuanjiwe kwanza ndege zile za kidogo kidogo ziweze kuleta msaada na zikuwe za mchana tu, kisha ndege kubwa kubwa zitakuya nyuma. Ah, magumu ikaanza Rwanda na lalamika, mutasema hivi na muna gani M23 haiko ndani. Sasa tunaenda vumbula ya kwamba hizi siku ukifata Rwanda, unafata media za Rwanda, unafata diskur kuanzia kuprezida ya Rwanda, kama hawayasema ku Congo roho yao haiya kuwabie bitu yote <laughs> Rwanda ikifanya hizi siku sherti iseme tu kuvya Congo sherti iseme kubia Congo, nikusema inakuwa kama vile Rwanda ilishakuwa province moja ya Congo, inakuwa kama vile Rwanda ilishakuwa, ilishaturudisha mwailenye wa Belge walikuwa nasema lende zendijen di Congo belge edi Rwanda Urundi, tunakwasa tuko kule, sababu kitu tu ikipitika tu mu Congo, Rwanda mara moja imeenda ina, ina, ina, ina, ina, ina reagie Tunachunga mtaenda kuona adalizi yangu iko naonesha ya kwamba wale wa sovon la republique democratique du Congo, mtaona nao wataandika watasema hapana, hii avyo zisiweze kushuka Goma kwa nini. ulizo ni kwa nini hao watu wako na kuwa sawa wanakataa wanakataa kusema a avyo zishuke Goma, kusikue couloir humanitaire hii msaada isiweze kufika. Sababu gani? Hawa watu wanajua wakati msaada itakuja ha, inaomba wale watu ambao wataleta msaada waweze kuwa protege, wale watu ambao wako nafanya research sur le crime na kuweza kuzidokumente wakuwe protege. Hii ndiyo inasemeka. Alafu inaonekana kule nyuma wao wanajua ya kwamba couloir humanitaire inakuwaka sekurize, sherti kukuwe force international enyewe itakuya kusekurize ile couloir humanitaire na President Macron aliweza kusema ya kwamba cela doit se faire, itaweza kufanyika en respectant la souverainete nationale ya republique demokratique du Congo na kurespekte resolution 2773. Mwenye haujue juu ya resolution 2773 ujue ya kwamba ile resolution nasema rwanda sheti itoshe majeshi yake Congo. Kitu ya pili M23 sheti iweze kutoa majeshi yake kumazone zenye ziko okipe ku hii ndiyo woga ya M23, ambayo inaanza kubabaika na ikikuwa na mzazi wake enye ko Rwanda, ikikuwa na muyomba wake enye tunaita Sovon le Congo. Hii ndiyo magumu, lakini tunataka kuwaonesha ya kwamba analizi enye tuko nayo ni ya kwamba couloir humanitaire sherti ikuwe na securisation. Tunasubiri ijapokuwa Congo, tunajua ya kwamba maneno ya Congo inaendaka inarudia tunasubiri ya kwamba kukue force enye itakuja kuimpose couloir humanitaire sababu watu wako na besoin ya msaada. Mara nyingine itakuwa MONUSCO enye iko renforce avec un autre mandat, mara nyingine itakuwa une force qui sera special pour sécuriser ile makuloa humanitaire. Ile nje naacha watu wanaanza paniki, ninajua wenyewe iko na akili ndani ya ile rebellion. Sasa hii wataanza kuhamishahamisha himagari wataanza kuhama watakuwa naanza lala de l'autre cote de la frontiere sawa. Wanajua maneno iko naenda kuharibika, sasa hivi hawatakuwa na ile liberte ambao walikuwa nayo ya kutesa watu, kunyang'anya watu manyumba na kuweza kufanya ile ambao wanataka. Mabibi na mabwana, tunawashukuru, tunasema ya kwamba tuendelee kuomba. President Macron anasema ndani ya juma zingine zinakuya hii maneno iweze kukua statue ndani ya process ya doa na ndani ya negotiation enye iko Washington. Mabibi na mabwana, tunashukuru sababu tutaendelea kuombea hii kitu iende kuonekana. Haiko tu silaha njuu enyewe inafanyaka vita, lakini tujue ya kwamba bike naye inapiganaka vita na bike wakati napigana na hii maneno, wakati napigana vita, hata wale wenyewe wako na silaha wanakimbiaka. Mabibi na mabwana, tunawashukuru na tunasema asante, sababu tunajua mtaendelea kulaike na kuweza kufata hii kipindi na kuweza kutupatia maoni yenu.